Ni katika mji wa Papiri, moja kwa moja katika shule ya sekondari ya kikatoliki St Mary's. Ukimya umetawala, hakuna mtu yoyote anayeonekana hapa, papo kimya. Ukimya huu si kama kuna mtu amewanyamazisha, la hasha, bali ni tukio la kutekwa nyara kwa wanafunzi takriban mia tatu, na kulazimisha mamlaka kuzifunga shule zote. Mamia ya Wanaijeria wakiwemo watoto wa shule ndani ya siku chache wamekuwa waathirika wa kadhia hii, hali iliyoibua mjadala mkubwa kuhusu mgogoro wa usalama. Kiwewe, hofu, shaka na wahaka vimewashika Wanaijeria wa Papiri. Hakuna amani katika nyumba, hapaliki, hapakaliki wala hapalaliki. Kama ilivyo kwa Michael Ibrahim: kwangu hakuna amani, kila mtu anachanganyikiwa, nyumbani hakuna amani. Mwanangu ni mtoto mdogo, hajui hata kuongea, hatujui mtoto yuko katika hali gani. Hakuna amani, tunahangaika kiasi kwamba hata mama yake anahisi kuumwa, hivyo wakampeleka hospitali. Shirika la habari la AFP limemulika mabadiliko ya matukio ya utekaji nyara mkubwa katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Kufuatia hali hiyo, serikali ya Nigeria imeshindwa kabisa kuyafumbia macho na kukemea vikali mashambulio ya kikatili yanayoathiri familia na jamii katika misingi ya kidini na kikabila. Kutokana na usingizi kutopita kwa Daniel, aliyejitambulisha kwa jina moja tu, ameigeuza nyumba yake kuwa kanisa, na kila siku huwa na misa ya kumlilia Mungu amrejeshe mwanaye. Siwezi kulala, kila siku tunaomba, wananchi watusaidie, serikali tusaidie, watoto warudi tuwaone tena. Hayo ndiyo maombi yetu, Mungu atusaidie. Naomba watusaidie, watoto wetu warudi. Hatuna furaha, kila mtu ana hasira na kila mtu amekuwa akilia tu. Nchi hiyo yenye watu milioni 230 ina migogoro isiyokoma na iliyosababisha mauaji ya Wakristo kwa Waislamu. Aghalabu mtutu wa bunduki hauna macho, unapita na yoyote. Katika shambulio la hivi karibuni la shule ya Kikatoliki, walionusurika wamesimulia genge la watekaji lilivyowasili usiku wa manane, wakawabeba kwenye mabasi na kutokomea nao. Sidi Muhamed ni mtumishi wa afya katika mji wa Papiri. Kwa macho yake ya damu alishuhudia namna watekaji walivyofika na kuondoka na watoto wa shule bila kumdhuru mwingine yoyote. Tulisikia milio ya risasi shuleni, walikuja wakiwa wamebeba watoto, tuliwaona wakiondoka, wakawaweka watoto mbele na nyuma ya pikipiki na kisha wakaondoka zao. Mashambulio yalipotokea hawakuingia mjini, ukichunguza kwa muda waliofika, hawakumdhuru mtu Walifanya walichokuja kukifanya, hawakufuata watu wa mjini, waliingia tu kwenye kiwanja cha shule wakatimiza dhamira yao, kisha wakaondoka. Tukio kubwa la utekaji nyara lililovuta hisia kimataifa ni mwaka 2014 wakati wasichana takriban 300 walipotekwa nyara mji wa Chibok na wanamgambo wa Boko Haram. tangu wakati huo Nigeria imerekodi mamia zaidi ya matukio ya utekaji nyara mkubwa huku magenge yenye silaha wakilenga watu walio katika mazingira magumu na kudai fidia. Wanamgambo na wapiganaji wa magenge ya wahalifu wanaojulikana nchini humo kama majambazi wanahusika katika utekaji nyara katika mikoa ya kaskazini. Licha ya wazazi kuishi kwa simanzi na huzuni tele katika nyuso zao, lakini matumaini hayajafa. Kwa Sande Isaiku, anayeamini mtoto wake atarejea akiwa imara zaidi. yeah, let's hope. Ndiyo, nina matumaini, nahitaji mtoto wangu arudi. Ningekuwa na uwezo wa kumrudisha mtoto wangu, ningefanya hivyo, lakini sina uwezo huo, sina. Katika maeneo ya mashambani ya kaskazini magharibi mwa Nigeria, majambazi wanaozurura huvamia vijiji, wakiteka nyara watu na kupora ng'ombe. Lengo la watekaji hawa ni pesa ambapo vyombo vya habari vinakadiria maelfu ya dola kwa kila mtu anayetekwa. Ingawa wachache hutoroka, lakini wengi wametoweka. Wakati giza nene likiwa limetanda nchini Nigeria, serikali inakuna kichwa kutafuta mwarobaini. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kuingilia kati, jumuiya za kimataifa zinatafakari zitafanya nini. Aaliyah Njovu